Asaw, unaachiwa mtoto mara aa, yani haueleweki. Mtoto amekula ajala, yaani mama hujulikani. Unajua laki na mama waruwaru wama kweli, yani mtoto haeleweki. Unakuta mtoto saa hivi sijui mama yuko huko, mtoto yuko mita mia nane, hajala sijui, yaani yuko ovyo. Sheria inakulima hiyo, watu tunaelewana? kwa hiyo anaangalia na akili ya yule mama anayemlea, no, no. Lakini mtoto kuanzia miaka saba na kuendelea, sheria inasema baba anaweza akamchukua yule mtoto lakini mahakama, na kufanya nini na kumlea, lakini mahakama na sheria imetoa uwanja kwamba mtoto ana haki kufanya nini, kusikilizwa. Ukitokia mgogoro, mtoto anaitwa achague, unataka kukana nani